Namkaribu sana ndugu jamani, marafiki wote ambao mko nasikiliza Baraka, mko nasikiliza Baraka One TV uh, mimi ni ndugu yako hapa, The One and Only Town DJ Rajabu Akili Kabonga. Uh, tuko tarehe mbili mwezi ni wa kumi 2025 majira ni saa tisa saa za Afrika kati, ikiwa ni saba, ikiwa ni kumi majira ya Afrika ya Mashariki kuna um, kitu ambacho kinaitwa kupenda nchi yako, kusamini kile ulichokuwa nacho sawa, na kutokuacha urithi wako. Nimependa sana mazungumzo ambayo uh, ndugu yetu mzee wetu uh, Jacques Baguma aliweza kututolea ku, ku, na itakuwa ni vyema kama nitakupa nafasi ya kuweza kusikiliza, ila kabla hujaisikiliza, kwanza, unajua hii haya maeneo yetu hichi kijiwe chetu, hii platform yetu inakupa access wewe, ambaye ni msikilizaji wetu, mtazamaji wetu, pia eh, kujifunza mambo mengi na pia kuchangia mambo ambayo wengine watajifunza, ili waweze kupata kitu kutoka kwako. Sasa tunapokuwa tunazungumza masuala ya inchi kama hivi, lengo letu ni kutanua wigo, lengo letu ni kutaka wakongomani waweze kutengenezeka kimawazo, ki waweze kubadilisha namna ya kufikiri ambayo walikuwa wanafikiri mwanzo, ili waanze kujua kwamba hakuna kitu ambacho mtu unaweza ukakipenda ukakithamini ukakijali kama nchi yako. Nchi hii ni ya kwetu sisi sote, na tuna kila jukumu ya kulinda taifa hili. Hatuwezi kuachia mtu mmoja alinde taifa Sawa, so, na distraction isikuwe mingi, musie. Tamaa isikuwe mingi, musie. Unajua nikisema hivi, moja kwa moja nachukua nafasi ya baadhi ya vijana ambao wanatoka vioni, wengine wako wanasoma, wengine washamaliza vyo, wako katika harakati za kupambana na maisha ya kutafuta kazi. Sasa ile kutafuta kwa kazi wanakuwa wako na tamaa za haraka haraka kiasi, yes, kwamba wanataka mafanikio ya wajie kwa haraka, na hao ndio wako nakuwa manipulated facilement huku, nakuta jeune licencie diplome gradue eh, docteur nani, me iko na buruziwa na mtu politicien mwanasiasa, iko namburuza, iko na mpeleka gisa, najisikia anajisikia iko na mbiumbisha naona mtu anayumba kabisa, ushielewa tena, iko na yumbia nini, kitu kama d dolar 5 dolar 20 dolar 50 dolar, san dolar hiyo ni pesa gani? Haiko pesa. Unaona? Watu wako na nunuliwa conscience zao wanajifanya, unasahau inchi. Hapa kuko mzalendo mmoja feki mzalendo dodosi dodosi bidosi ya kitu kama dodosi amejiunga na M23 Bukavu, ukimwangalia sasa, kongole ni Mkongomani anaacha taifa anaenda jiunga na na M23. Sasa tunajiuliza hivi vitu tunafanya vitu tunapitia gisi M23 iko inafanya, lakini bado tu uko unatoka uende ujiunge na M23, ndio ile yenye tu kwamba tuko na wafiki wa zalendo uko na bafiki bazalendo mui gere tuko naye. Unaona vita ya Nzibira, kuingia kwa M23 Nzibira, kuko bazalendo wenye walichukia jisi foka mike walienda kuvunja ile ma, ma bariere kule. Hebu fikiria bariere iko inafanya mwananchi akitoka iki kijiji cha huku kwenda huku katikati, kuna bariere kupita pale, kuna kitunga ya miogo sote, anatoka kushamba alipe 50000 francs congolais, elfu hamsini akiwa iko na na mzigo, sababu vile, uh, motari ni na nini anapita alipe laki moja. Sasa mi fra kongole, barieri ya wazalendo donki balikuwa naanza kunyanyasa watu kiasi kwamba, uh, unajiuliza tuko muona ni gani? Okay, sawa, kuwa na barieri ni sawa, eske ile barieri iko ni juu ya kulazimisha watu walipe franga ama balikua viko na ki prison ya mshimo banachimba, ukisema auna lari banakamata banakutia mule mu prison mshimo, banakusopa banakuvula manguo tueyekonavyo wanabeba. Sasa jiulize, eske tuko na watu wenye biko yeah. Ba, ba, sanse eh, kabisa kuitwa ba wazalendo ama ni ba mwizi. Conscience ya watu inapotea. Ba wazalendo wengine Washa sahabu wanaingia mu biashara. Wanaanza fanya biashara sasa mwa vile. Wanaanza fanya biashara kwa makamba. Faranga zinaingia huku kwa makamba. Wanazikamata wanazitema mu business zao. Wanasawa kibiko na maelema batoto ambao wanatakiwa wapewe chakula. Wao wanasema kwamba tunatia hizi kamba mabarabarani ni kwa sababu ya kuwa wanapata msosi. Lakini wako wanakamata zile pesa wanaenda kufanya biashara zao. Wengine wamenunua ma, maparsele. Wako wanajenga wananunua mamoto za mupya, wanafanya nini? franga za nini? za makamba zenye biko anasema ki hizi franga zitatusaidia kwa ajili ya kula, biko sana kwa pesa ile yote ya baraka pale alonja asante eh, sana, mnafanya kazi nzuri sana, na nashukuru kwa kuendelea kusimamia usalama barabarani. Kwa hiyo ndugu zangu, tufike wakati tuwe tunajua usaliti unatokea wapi na tufanye nini kwa ajili ya kuweza kulinda heshima yetu kama vile taifa. Nchi hii hatuna nchi nyingine zaidi ya hii, na usikubali siku moja kuja kutawaliwa na Mnyarwanda. Hapana, hapana, hapana, usikubali kutawaliwa na Mnyarwanda. Mnyarwanda akitutawala sisi tutakuwa wajinga, moja walio juu. Unaona hao wote ambao wako naenda kujunga mm mtaniambia watajuta ile ma insertion ma, ma, ma, ma ma, ma mixage haitakuwa iko kondisionel sawa. So, yeyote mwenye atenda kujunga kama wote ni mzalendo walitoka huko akenda kujunga kwanza wa, wale ndio watakuwa hawana bahati, watakataliwa sawa. So, watafukuzwa kama mambo, watamwambia nyinyi, tokeni, hata watambui, kaeni pembeni. Kisha anaenda anakuwa sasa rebel, ushakuwa rebel sasa, mwisho wako, serikali itakuwa iko na nguvu moja, jawndo tuafau ss, sasa bale bale bale bote penye balijunga na M23 balikataliwa, batarudia mpori kubatrake Mtaishi wapi kama sio kukimbia tu nje? Kwa hiyo tutie akili mkichwa, tupende taifa letu, tupiganie nchi yetu. Tumsikilize ndugu yetu Jacques Baguma. Tunashukuru tena kwa matangazo ya saa sita za mchana, tunasikiliza uchambuzi wa ndugu yetu Gisi ikua anaipambanua kabisa, tunamfuata kwa makini. Pia tunashukuru sana sababu mulitia hii kipindi kwanza, kusudi watu wako wanaelewa jisi watu wanapaswa kutembea. Tunashukuru sana, ila ile mchambuzi wetu anasema kwa kweli, sisi wakongomani tuna shida na shida yetu inaletwa na nini? Mkongomani iko sawa mshabiki wa kabumbu, mshabiki wa mpira kabisa. A yeye anaonaka kwenye atapata faida ya haraka, na wakati anaona kwenye atapata faida ya haraka ndiko anakimbilea, njo maana unakutanaka kongomani hana msimamo, hajuake kama utajiri wa kwanza ni nchi. Utajiri wa kwanza wa kwanza mtu awaye yote ni nchi yake, kwenye ulizaliwa, kwenye mababu zenu walizaliwa Njoo utajiri wako sasa. Wakongomani hawaelewi kile kitu, wakati unaweza kupoteza ulinzi, urithi wako. Tuseme urithi, tukisoma hata Biblia, naboti alikatalia mfalme akamwambia, mimi na urithi wangu afadhali ni kufele kuliko nikupe uriti wangu, sababu uriti ni kitu kikubwa. Inchi ni wakati unapewa fasi, aseme hapa njo kwako, manake usipoheshimia ile fasi, maanake ukomlaimiwa. Watu Wakongomani, tufunguke macho, tuone mbali tuheshimu nchi yetu na tuipende nchi yetu. Kabila ana danganyadanganya Wakongomani, anawadanganyadanganya anawafunga macho eh, anawaonyesha kama mishahara ni ya lazima sana kuliko nchi, wakakubali aichane ai, chane jisi anavyotaka na kawashawishi wakongomani kusudi kila, mu, kila mudepute akuwe na na jeshi, kila ministre akuwe na jeshi, kila senateur akuwe na jeshi. Maana ukiangalia nchi zingine zote, hauwezi kukutana mubunge iko anatembea tembea na jeshi, wala iko na lupango lengine chungwa na jeshi, haiwezekani sini mtu mwenye natumwana na sivile, lakini mukongo haiko vile. Hata na nyumba kumi bana muruhusu akuwe na polisi ya wa wakumuchunga. Ni wapi uliwahi kuviona vile vitu vya vile?

sababu kila mtu anatumika kwa maslahi yake. Hatumike juu ya raia, hatumike juu ya kusaidia nchi. Hakuna kitu chochote kenyi kinafanyika, ile ni tatizo. Raisi hana probleme na watu. Raisi haiko njo mwenye anapashwa kuchunga i nani kartie, hawezi enda kuchunga Ma, mafasi makwe zote hmm? lakini watu wamekufa Goma kila wakati hakuna usalama wowote wenye ulikuwa, sababu ya nini? Kabila alikuwa alisha mwanga franga movile ya Goma, alikuwa sawa, alishanunua raia yote ya Goma, masoko zote, franga zake njo zilikuwa zinatumika Ha? njo maana muliona vatu ya Goma wa mingi vanasikia M23 na ingia, banakimbilia kule jua lijua kama eh, sh, ile ni kundi ya patro wavo mwenye na mapatia mafranga, njo shida, njo maana ndugu yangu Rajabo, Kongo tuko na shida sababu hat, unakutana tuko na fanatisme ju ya mtu kuliko tukwe wafana wa inchi yetu, na pale njo feblese yetu iko hmm? Banyarwanda wanatukamata kuwa viwerewere, wanatukamata sawa hatuna akili, na ni kweli wanapaswa kutukamata vile, sababu kikuwa muhitaji kumutu, lazima ule mtu atakutawala atakutawala ukiwa mwahitaji kumutu, ukuwa naenda kwa mtu kumlomba chumvi, unamlomba alimeti, unamlomba sabuni, unamlomba chumvi, unamlomba kila kitu, atakutawala ukatale u, utakuwa chini ya mamlaka yake. Nanjo maana unakutana banye Rwanda banatutawala sio Wakongomani, Si kitu kingine, ni kwa sababu wanaona tunajifanya kuwa wahitaji kwao. Na asante sana kwa hayo machache ambayo tulikuwa tuko nayo, ndio tunakwenda kukamilisha eh, matangazo yetu ya mida hii ya saa tisa kutoka Baraka One TV, mingine tukutane saa kumi na mbili eh, kwenye